Mtu akifa anaenda wapi? Hili ni miongoni mwa maswali yanayozua mijadala kati ya watu wa imani mbalimbali mbali. Kulingana na imani za dini tofauti tofauti duniani, wengi huamini kuwa mtu mwema akifa huenda peponi na mtenda maovu huenda moja kwa moja jihanamu shimo la moto. Lakini iko imani maarufu ya kwamba mwili ndio unakufa ila roho hazifi. Roho zinapowacha mwili huzaliwa upya na kupata maisha mapya katika mwili mwingine. Imani hii inajulikana kama reincarnation, yani kuzaliwa upya, na ni maarufu sana huko ukanda wa kusini barani Azia na mashariki mwa Azia, hasa upande wa India, ambako kunapatikana dini nyingi zinazoamini zaidi katika reincarnation, kwamba mtu akifariki, roho yake hupewa mtu mwingine au mnyama na huyu akifariki tena roho inaendelea hivyo hivyo vizazi na vizazi, ikiwa inawekwa tumboni mwa mama mjamzito na mtoto akizaliwa ataishi nayo. Baadhi ya dini zenyewe ni dini ya Uhindu, dini ya Budha, dini ya Jainism, dini itwayo Sikhism na nyingine nyingi. Imani hii ya reincarnation imekuwepo tangu zamani, katika karne ya kwanza kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa na ilikuwepo mpaka miongoni mwa dini za kale za Wagiriki, dini ambazo miongoni mwa nguzo zake ni mtu mmoja mshahidi aitwaye Hophias aliyefariki na baadaye kuzaliwa upya na akaja kuwa na ufunuo ambao uliwasaidia kuandika mafundisho mbalimbali ya kidini. Kwa hivyo, msingi wa imani ya reincarnation ni kuwa ukifa, roho yako atapewa mtu mwingine azaliwe nayo na kuishi nayo naye akifa pia itaendelea hivyo hivyo, au pia wakati mwingine roho yako hupewa wanyama. Ndiyo maana baadhi ya dini hawali ng'ombe kwa sababu wanaamini mtu akifa huzaliwa tena akiwa ng'ombe, na pia wengine wakifa huzaliwa upya wakiwa samaki. Yote haya kwa ujumla hatuwezi kuyaingia kiundani kwa sababu mambo ya kidini kuyachimba sana wakati mwingine huleta migogoro kutokana na kupishana kwa mitazamo tofauti ila linalojulikana ni kwamba wako watu katika dunia hii ambao wanapozaliwa hasa wakiwa watoto kati ya miaka miwili hadi saba huwa wana uwezo wa kukumbuka maisha walioishi zamani sana, kipindi roho zao zilipokuwa zinaishi maisha kamili ndani ya miili ya watu wa zamani ambao sasa walisha kufa. Wanayoyasimulia hawa yanashangaza sana. Na yatakufanya ujiulize mara mbili kuhusu maisha ya mwanadamu baada ya kifo chake. Je, atakwenda peponi au motoni? Au nafsi yake itaendelea kuishi duniani ikizaliwa katika miili ya watu wengine? Hapa unafuatilia Utafiti media na sauti ni Mwalimu Desire Profesa. Karibu. Nia na maajabu yake. Ukifa huendi mbinguni wala motoni. Roho yako baada ya kutengana na mwili wako itawekwa katika tumbo la mama fulani mjamzito, na mtoto mtarajiwa atazaliwa nayo. Hii ndiyo dhana ya reincarnation, kumaanisha kwamba hiyo roho ambayo uliyo nayo sasa hivi tayari waliishi nayo mabibi na mababu huko kabla, kisha wakafa na wewe ukazaliwa nayo, na wewe utakapokufa mwili wako utakuwa umeteketea, umeenda, lakini roho utaiacha, itamilikiwa na vizazi vingine vitakavyofuata. Ila si lazima imilikiwe moja kwa moja na binadamu wengine, inaweza kuishi kwanza ndani ya mnyama kama ng'ombe, ndege, nyoka au samaki, na ushahidi unapatikana katika mikasa ya watoto wadogo ila ambao huwa wanayakumbuka maisha yao ya zamani sana. Je, wewe unafikiria nini kuhusu hatima ya maisha ya mwanadamu baada ya kifo? Yuko mtoto anayekumbuka alivyokuwa rubani kabla ya kufa katika maisha yake ya awali. Kwa mujibu wa shirika kubwa la habari duniani ABC News, mtoto mmoja jina lake James Reininga Alipokuwa na umri wa miaka miwili alikuwa kistuka usingizini usiku na kupiga kelele kali. Wazazi wake walipokuwa wakimuuliza nini kinamsumbua, alikuwa kiwajibu "Airplane crash on fire, little man get out," yaani ndege imeanguka na kulipuka moto mkubwa, bwana mdogo ameshindwa kujiokoa kwenye ajali hiyo. Alipokuwa na umri wa miaka mitatu. Alikuwa na toi yake ya ndege na akawa naikagua kwenye namna ya kuonyesha kuzijua vizuri ndege kama ambavyo marubani huwa wanazikagua ndege kabla ya kuanza safari. Pamoja na kuwa mtoto mdogo sana na hajawahi kuelezewa kitaalamu ndege na sehemu zake, ila alikuwa akiitazama ndege na akaweza kujua hapa kazi yake ni nini. Aliwastua siku moja wazazi wake alipowatajia hii ndiyo drop tanker ya ndege hii. Hata watu wazima sasa ambao hawajasomea urubani ukiwauliza drop tanker ni nini, wengi hawafahamu. Basi kwa msaada wa mwanasaikolojia na mtaalamu wa kaslim bwana Carol Oman, wazazi wa mtoto James walikaa chini na mtoto wao na kumhoji awaeleze kila kitu anachokikumbuka kuhusu masuala ya ndege. Mtoto James akasema anakumbuka kuwa amewahi kuwa rubani na amewahi kurusha ndege za Corsair, ndege ambayo siku moja, wakati yuko nayo angani, alishambuliwa na vikosi vya jeshi la Japani. Ndege hiyo ikaanguka na kulipuka na yeye ndipo alikufa kwenye tukio hilo. James alikuwa akikumbuka mengi kuhusu maisha yake ya awali kabla ya kufa na roho yake kuzaliwa upya katika huu mwili wake mpya. Anakumbuka kuwa siku ambayo kifo kilimkuta alisafiri kwa ndege iliyopachikwa jina la Natoma, na anakumbuka pia kwamba wakati alirusha ndege kabla ya kifo chake alikuwa kwenye ndege na mtu mmoja jina lake Jack Laswan. Baba yake James aitwaye Bruce alikwenda jeshini kitengo cha anga kujaribu kudadisi na kweli akapewa taarifa za kuthibitisha, jeshi liliwahi kuwa na ndege iitwayo Vinatoma Bay. Na kweli aliwahi kuwepo mtu aitwaye Jack Laswan ambaye alikuwa kiishi Arkansas. James alisimulia kuwa siku mauti alipomkuta ilikuwa ni wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, ndege aliyokuwa akiendesha ilitunguliwa kwenye moja ya mapigano ya Hiroshima. Rubani ambaye ndiye alikuwa akiendesha ndege hiyo alikuwa akiitwa James M. Kiston Jr. huyo mtu sasa, baada ya kufa, ndiyo inaaminika roho yake ikaja kuzaliwa upya katika mwili wa huyu mtoto James Leininger, ambaye sasa anakumbuka na kusimulia maisha yake ya awali akiwa huyo rubani, jambo ambalo tunalizungumzia leo, reincarnation, kuzaliwa upya na maajabu yake.